Alo, alo, uh, mabibi na mabwana ni wako tena Steven K. Tanzania. Leo nimekuja na swali ambalo nitahitaji wewe kunisaidia ili kuweza kuwafikishia ujumbe watu wengine kupitia wewe. Swali linauliza, je, kuna madhara gani ya mtu kuvaa nguo mbichi? kuna madhara gani ya mtu kuvaa nguo mbichi? Nguo mbichi hizi zinaweza zikawa sehemu tofauti tofauti katika miili yetu, inaweza kuwa shati la juu, kwa maana ya shati, vesti, um, na nguo nyingine kama ni, ni magauni, nguo za ndani, soksi, suruali na nguo nyingine kwa maana kwamba watu wengi inawezekana wakawa wanafanya makosa ya kuvaa nguo mbichi bila wao wenyewe kujua kwamba wanakosea na wanaiathiri afya yao. Sasa hebu toa ushahidi wako au ushuhuda wako, wewe uliyewahi kuvaa nguo mbichi, nini kilitokea kwako na ungetamani watu wengine waweze kujifunza kupitia wewe kwa maana utakapokizungumza basi na mwingine ataweza kujifunza kupitia wewe. Tusiwe wachoyo wa elimu, kikubwa mwelimishe mtu aweze kuelewa. Kuna malazi mengi yanaamka hivi sasa, lakini je, kuvaa nguo mbichi inasababisha malazi gani kwenye mwili wako? kuvaa nguo mbichi kuna madhara gani kwenye mwili wako? Subscribe, share ujumbe huu, weka comment, toa maoni yako, kile ambacho nafikiri ndicho kinachochangia kwa kuvaa nguo mbichi. Karibu sana, chao.